Ule umeme tunaotaka kuuingiza pale si jambo la ajabu. Na nchi na nchi kununua au kuuziana umeme si jambo la ajabu kabisa, na nitawapa mifano. Hivi mnajua kwamba Tanzania tunanunua umeme kutoka nje? Hata sasa tunanunua umeme kutoka nchi tatu tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Kule Rukwa umeme unaotumika mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka Zambia mpaka sasa hivi, na tuna mkataba na Zambia wa kuuziwa umeme. Umeme tunaotumia katika mkoa wa Kagera tunaununua kutoka Uganda na tuna mkataba na serikali ya Uganda wa kununua umeme kutoka Uganda kwa ajili ya mkoa wa Kagera. Kule Horohoro wilaya ya Mkinga Tanga, umeme unaolisha watu Horohoro pale wilaya maeneo ya Mkinga tunaununua kutoka Kenya. Kwa hiyo kununua umeme kutoka Ethiopia si jambo jipya wala si jambo geni. Kama tunakuwa na voltage drop umeme unapotoka kusini, labda Julius Nyerere, mpaka mikoa ya kaskazini, je, tukiutoa Ethiopia ambako ni mbali zaidi, si ndio utapotea sasa uishe kabisa? Swali ya msingi sana, lakini naomba ni, ni nifafanue hivi Tunaponunua umeme kutoka Ethiopia hatuendi kuuchukua kutoka Ethiopia tukausafirisha all the way kutoka Ethiopia tukauleta huku. Kwenye mifumo ya umeme inakuwa hivi, kwa mfano, kati ya sisi na Ethiopia kuna nchi hapo katikati, si ndivyo? Maana sisi hatupakani na ethiopia, kuna Kenya. Kwa hiyo tukitaka kununua umeme kutoka ethiopia, lazima tuishirikishe Kenya. Kwa hiyo lazima Kenya ihusike, na utaratibu inakuwa hivi Ethiopia kwenye mpaka wao na Kenya wanaachia megawati mia moja zinaingia kwenye gridi ya Kenya, sawa. Megawati mia zinaingia kwenye gridi ya Kenya, lakini hizo megawati mia sio za Kenya, ni za kwetu, lakini zinaingia kwenye gridi ya nani? Ya Kenya. Halafu tunakuja kufunga mita. Kwa hiyo Ethiopia nafunga mita kati ya pale mpakani kwake na Kenya, ile mita inasoma megawati mia zimeingia zikishaingia kwenye gridi ya Kenya tunakuja kufunga mita nyingine kati ya Tanzania na Kenya pale Namanga. Kwa hiyo Kenya anaachia megawati mia kutoka kwenye mfumo wake, zinaingia Tanzania, lakini origin ya huo umeme ni wapi? Ni Ethiopia. Kwa hiyo tunayemlipa ni nani? Ethiopia. Lakini Kenya yeye kuna kitu kidogo atatudai, atachodai bwana, nimepitisha umeme wenu kwenye njia zangu. Kwa hiyo tunamlipa kitu kunaitwa wheeling charge, gharama ndogo ya kupitisha umeme kwenye mfumo wake. Sasa ndio maana ile bei uki, uki, bei tunayoisema ya senti senti saba nukta saba, bei halisi ni senti saba ndio tunayomlipa Ethiopia, ile sifuri nukta, sifuri nukta sifuri saba ile tunamlipa Kenya kwa ajili ya kupitisha ule umeme. Ndio maana ile bei ya jumla inakuwa 0.77 of a dollar. Kwa hiyo ule umeme kimsingi tunauchukulia Namanga na, na ukiuchukulia Namanga hakuna upotevu wowote, kwa sababu unatoka Namanga unaingia Arusha eh. unatoka kwenye mita iko pale Namanga, ndipo tunaposoma. Kwa hiyo umeme huu tunasema umeme wa Ethiopia lakini umeme huu wa Ethiopia hatuendi kuuchukulia Addis Ababa, tunauchukulia pale na manga na ndipo mita ilipo. So una cross right, kutoka upande wa Kenya unaingia upande wa Tanzania. megawati mia zinasoma kwenye mfumo pale, hakuna loss kwa sababu unaingia straight kwenye kanda ya kaskazini, ndio tofauti ilipo.